Tatizo la dawa za kulevya nchini limeendelea kushika kasi hususani miongoni mwa vijana, huku serikali ikieleza kuwa changamoto hiyo inazidi kuvuka mipaka ya taifa na kuathiri kila ngazi ya jamii. Katika kuhakikisha taifa inakabiliana na, na janga hilo, baadhi ya viongozi wa serikali wamewataka vijana kuwa mstari wa mbele katika mapambano haya kwa kuwa wao ndio msingi wa maendeleo ya taifa. Waziri wa Maendeleo Jamii, jinsia ya wanawake na makundi maalum Mheshimiwa Daktari Dorothy Gwajima akizungumza katika kongamano la vijana lililofanyika ukumbi wa Mabeo jijini Dodoma lililoandaliwa na mamlaka ya kudhibiti mapambana na dawa za kulevya DCEA. Gwajima amesema kuwa tafiti za hivi karibuni zinaonyesha ongezeko kubwa la matumizi ya dawa za kulevya miongoni mwa vijana nchini. Ameeleza kuwa tatizo hilo linachangia kusambaratika kwa familia, kupungua kwa nguvu kwa kazi na kuathiri maendeleo ya taifa kwa ujumla. Ndugu zangu, tatizo la dawa za kulevya chini ni suala lenye nyuso nyingi linaloathiri watu binafsi, familia, jamii na taifa kwa ujumla. Ni changamoto inayovuka mipaka ya nchi yetu, ikihusisha hasa vijana ambao ni nguzo muhimu ya taifa letu. Kulingana na matafiti za hivi karibuni, matumizi ya dawa za kulevya miongoni mwa vijana nchini Tanzania yanaongezeka kwa kiasi bangi na mirungi zimekuwa zikitumika zaidi katika maeneo mbalimbali nchini. Ni leo tu, wakati nawaambia wafuasi wangu kwenye lia langu la Instagram, na kwenda kwenye hili kongamano, mama mmoja makomei mwaambie na waume wetu wa ali kutumia mirungi, wanachukua hela zote, hata kliniki wanaenda nazo kwenda kuvuta mirungi wa Waziri Gwajima alibainisha kuwa serikali imejipanga kwa kushirikiana na wadau mbalimbali, ambapo imeanzisha mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya yenye jukumu la kupunguza madhara, kuratibu tiba kwa waraibu na kusimamia nyumba za upataji nafuu nchini. Tumieni upulifu wa kueneza ujumbe unaoeleza kuwa kuna nguvu katika kufanya maamuzi mazuri, kwa kukuza utamaduni wa kuwasaidia wale wanaoweza kuwa wanakabiliwa na uraibu na kutafuta msaada bila hofu. Jamani, mtu mmoja anasema anamaliza sana hotuba huyu. Serikali yetu imejizatiti na itaendelea kuimarisha mapambano dhidi ya dawa za kulevya nchini kwa kuwakamata wafanyabiashara kwa dawa za kulevya, kutoa elimu zaidi, kupanua huduma za tiba na utegemao, pamoja na kuimarisha ushirikiano na jamii wa kiwemo vijana, ili kuleta tija katika ujenzi wa taifa. Zaidi ya hayo, inawaalika vyuo vyetu kuimarisha huduma za ushauri kwa wanafunzi ili ziwe msaada kwa wale wanaokabiliwa na matatizo haya ya matumizi ya dawa za kulevya na masuala ya afya akili. Nitumie fursa hii kwa kuongeza kwa moyo wenu wa uzalendo na jitihada mbali mbalimbali inazofanya katika kuimarisha mapambano haya dhidi ya dawa za kulevya. Kumbukeni na mwamini na mjizunii kuwa nyinyi ni nguzo kuu ya taifa na kioo cha jamii, na hivyo mnatakiwa kuendelea kwa mstari wa mbele kuwa mabalozi wa kutojihusisha na biashara na matumizi ya dawa za kulevya kutoa elimu sahihi kwa umma kuhusu tatizo la dawa za kulevya pamoja na pia za jamii katika kuwaibua warai wa dawa za kulevya kujiunga na huduma za tiba na utengamao. Katika kongamano hilo, waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu anayeshughulikia kazi, vijana, ajira na wenye ulemavu Mheshimiwa Rizwan Kikwete aliwataka vijana kuzingatia maadili, kujitambua na kuepuka makundi yenye tabia hatarishi. Alisisitiza kuwa wao ndio viongozi wa kesho na watabeba dira ya taifa. Ndugu mgeni rasmi, naomba nitumie nafasi hii kabla sijakukaribisha, uniruhusu nitoe pia neno kwa wanafunzi na vijana walioko hapa. Kama viongozi wa kesho na wabeba dira ya taifa, mnao wajibu mkubwa wa kujilinda na kulinda jamii dhidi ya vishawishi vya dawa za kulevya. Chagueni marafiki, mnawajua, epukeni makundi ya tabia hatarishi, jengeni nidhamu binafsi, na tumieni muda wenu wa chuo kujifunza kujijenga kimaadili na kujitambua. Mnapaswa kuwa mfano bora kwa taifa, kwani sauti yenu ni sauti ya mabadiliko. Baada ya kusema hayo, sasa naomba kwa ruhusa yako mkamishina jenerali, uniruhusu sasa nimkaribishe mgeni wetu rasmi, waziri wetu wa maendeleo ya jamii, dada yetu, mama yetu, Bi Dorothy Gwajima, aweze kuzungumza nasi na kupitia hadhara hii azungumze na vijana wote wa Kitanzania. Mheshimiwa Waziri na mgeni rasmi wetu Naye kamishna jenerali wa mamlaka ya kudhibiti kupambana na dawa za kulevya Areta Slimo aliwakumbusha vijana kuwa wao ndio msingi na uhai wa taifa. Alisisitiza kuwa hakuna taifa imara lisilo na vijana imara. Ajenda muhimu ambayo imewekwa sasa hivi ni kuzungumzia kuhusiana na dawa za kulevya, ili vijana wasijiingize kwenye matumizi, biashara au uzalishaji wa dawa za kulevya. Kwa hiyo mheshimiwa mgeni rasmi unalo kundi muhimu sana ambalo liko katika wizara yako ambayo unaishughulikia ili kuhakikisha kwamba maendeleo ya jamii yanaanza na vijana, maendeleo ya jamii yanaanza na wanafunzi ambao ndio wanakuwa katika kuja kulikuza kulijenga taifa. Nguzo kuu ya taifa ni vijana. Kuna vijana, kuna taifa, kwa sababu vijana ndio nguvu kazi ya taifa. Lakini jinsia na wanawake, hizi jinsia zote hizi zinaathiriwa sana na dawa za kulevya. Mheshimiwa mgeni wetu rasmi katika eneo lako hawa vijana wengi wanaathiriwa na dawa za kulevya, kutokana na makundirika ambayo wanakuwa nayo kwenye shule, kwenye maeneo mbalimbali mitaani, ambao wanajiingiza kutokana na wale ambao washajiingiza kwenye dawa za kulevya kupitia yale makundirika, na wao wanawashawishi, wanajiingiza kwenye. Baadhi ya vijana walioshiriki katika kongamano hilo walionyesha kufaidika na elimu iliyotolewa, wakieleza kuwa sasa wanaelewa zaidi kuhusu madhara ya dawa za kulevya na wako tayari kuwa mabalozi wa mabadiliko katika jamii zao. Semina hizi hasa pia na tuiombe mamlaka kwamba iendelee kutuletea hizi semina mara kwa mara, kama ambavyo vimekuwa imekifanya ambavyo zinasaidia kikubwa. Kwa mfano leo, kuna mtu amekuja amepata kitu chake na ameenda amepata faida, ambayo ataenda pia kuwa mtu kwa watu wengine ambao wako mtaani, pia ataenda kuelimisha, ameelimishwa na anaenda ame kuelimisha wenzake. Kwa kitu cha kwanza ni utoaji wa elimu, hiyo ndio namba moja. Lakini kitu cha pili ni nguvu ya social media. Ni ukweli usiopingika kwamba katika e, dunia sasa hivi social media zimeplay part kubwa sana katika kutoa elimu kubwa kwa jamii kwa muda e, usiopungua mdogo sana. Hivyo basi social media nazo ni njia mojawapo ya kuweza kutoa elimu nzuri sana kutokana na hii elimu ya kupambana na kudhibiti madawa ya kulevya. Wenye viti wa mitaa kutoka maeneo mbalimbali ya Dodoma nao walikuwepo katika kongamano hilo na kueleza namna jamii inavyoweza kushiriki kamilifu katika kuzuia usambazaji na matumizi ya dawa za kulevya, kushirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama. Ni yani, kwanza, chanzo cha madawa ya kulevya, vijana hawana elimu ya kutosha kuhusiana na athari za madawa ya kulevya, lakini pia ukosefu wa ajira. Kijana akiwa na kazi ya kufanya hawezi kuingia kwenye madawa ya kulevya kwa sababu atapoteza kazi zake. Kwa mimi nadhani vijana wajengewe uwezo lakini pia wawezeshwe ili wapate kitu cha kufanya, kiwa kipo bize. Ngombano hilo ni sehemu ya maandalizi kuelekea maadhimisho ya kitaifa ya siku ya kupiga vita matumizi na biashara ya dawa za kulevya yanayofanyika Juni 26, 2025 hapa